Vilio na majonzi na huzuni vimetanda katika familia ya Rais mstaafu Jakaya Mrisho Kikwete na familia ya Mwaninga kufuatia msiba huu mzito ulioikumba familia hizo. Maneno ya pole, faraja na tulizo ndiyo yaliyotolewa zaidi kwa waombolezaji, wakiwemo mke wa mstaafu Kikwete, watoto, ndugu na jamaa. Hii ni Mseto Media, hakikisha umebonyeza maneno subscribe kisha alama ya kengele. Taarifa ni kwamba familia ya Rais Mstaafu Jakaya Mrisho Kikwete imepata pigo na msiba mzito na hii ni baada ya mzee Kikwete kufiwa na dada wa damu wa mke wake, yaani dada wa mama Salma Kikwete, ambaye mara zote alikuwa akiishi naye katika familia ya Kikwete. Dada huyo wa mke wa Kikwete aliyetangulia mbele za haki anafahamika kwa jina la Bi Rehema Suleimani Mwaninga, ambaye kwa upande mmoja ni shemeji wa mstaafu Kikwete na mama mkubwa wa Mheshimiwa Waziri Ridhiwani Kikwete, yaani mtoto wa Kikwete. Kwa upande wa rais mstaafu Dakta Jakaya Mrisho Kikwete na mke wake Mama Salma Kikwete wameendelea kupokea salamu za pole na rambirambi rambi toka kwa watu mbalimbali wakiwemo viongozi wa serikali kufuatia msiba huu wa kifo cha dada yake Mama Salma, Bi Rehema Suleimani Mwaninga. Alifariki dunia Januari kumi na tisa ishirini na sita katika hospitali ya taifa Muhimbili. Msiba upo nyumbani kwa rais mstaafu Kikwete, Kawe jijini Dar es Salaam ambapo watu mbalimbali mbali, viongozi, ndugu, jamaa walifika nyumbani hapo kwa Kikwete kutoa pole. Mazishi yatafanyika Januari 21 2026 mchana baada ya swala ya adhuhuri katika makaburi ya Kisutu jijini Dar es Salaam. Sisi tunatoa pole kwa msiba huu mzito, na wewe waweza andika maneno yako ya pole ama faraja kwa familia. Queen Ray, Mseto Media.